Kutoka kaunti namba 40 tuende kaunti namba 34 ambapo jamii ya wafugaji wa Maa kutoka Rombo na Njukini katika mpaka wa Taita Taveta na Kajiado wamepinga vikali ujenzi wa bwawa la Olerai lililotekelezwa na serikali kuu kupitia wizara ya maji. Ingawa bwawa hilo linakusudiwa kufaidi jamii ya wafugaji huko Kajiado Kusini, linajengwa ndani ya mbuga ya Tsavo Magharibi, kilomita 8 kutoka Rombo ambako lilipangiwa awali. Wanae, anatetea watu wane na watu wake ku elfu mbili ama elfu tatu ama elfu ine wamenyenyaswa, wame, wame, wame. Kwa hivyo ile kitu sasa tunasema na kurudia kama serikali, na anaomba serikali wasikie, kwa sababu hii shida yetu iko kotini na tumepata kotoda na kotoda inasema rombo ibaki vile ilikuwa. Hiyo maradi imeletwa miaka karibu mbili tatu iliyopita na iwekwa, imewekwa imewekwa ndani ya National Park. Savo National Park ambayo iko katika area ya Taita Taveta. Haiko katika Kajiado. Wakati iliwekwa pale hatujahusishwa, imepelekwa na ikakatwa ika maji huko na ikakaa huko. Kwa nini leo tuje tuhusishwe wakati land yetu ndio inatakikana kutumika kuwekwa ofisi ama kuweka chochote kile kuhusu ile maendeleo? Kwa nini iwekwe leo? Tunakataa. Hatutaki. Leo wanataka kujenga ofisi na wanataka kutuhusisha, ambaye eti mkubali mradi ingie hapa, na wakati mradi imekuja hakuna mtu alihusishwa. Na tunasema kuanzia leo hatutaki kuona mradi yoyote ambayo inahusika na hawa jamaa, eneo la Rombo. Hii mradi imepitia serikali kupitia kwa mheshimiwa wetu e, eh, Parashina, na kitu cha ajabu ambayo ametuwekea mradi inajengwa Coast Province, katika Savo, na anasema ni mradi ya wananchi na saa hii anatulazimisha ofisi badala ijengwe hapo, kwa hiyo venue inajengwa kilomita 8 kilomita away ambayo haistahili.